Tazamaji, karibu sana katika kituo hichi. Kituo hichi kinaangazia maslahi ya wananchi kwa jumla. Kituo hichi ni cha wananchi, na kituo hichi kipo kwa sababu ya kuweza kuhakikisha kwamba masuala ambayo yanawahusu wananchi yanapata kuwafikia kwa njia ambayo ni murua kabisa. Lakini pia katika kuhakikisha kwamba masuala ambayo yana utata yanachanganuliwa na, na kuweza kufanywa mepesi zaidi kueleweka na mwananchi wa kawaida, na kulingana na taarifa hiyo, siku ya leo nimeweza uh, kupewa taarifa kutoka kwa mhudumu wa hospitali ama daktari ambaye anaweza kufanya kazi katika hospitali moja na ameweza kunipatia taswira kamili ya shughuli zinavyofanyika pale na kwa kuwa amegadhabishwa na jinsi mambo yanafanyika pale na ukandamizwaji wa watu wa kawaida kutoka kwa serikali, imemfanya kwamba aweze kuhakikisha kwamba taarifa hii imepata kupokelewa vyema na Watanzania. Msikilizaji, tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanapata kufahamika, na kwa hivyo, ikiwa kuna taarifa unahisi kwamba zinapaswa kufika, hakikisha kwamba unatuandikia barua pepe ama utuandikie kwenye WhatsApp kwenye namba ambazo zipo hapo tu ili tuweze kuhakikisha kwamba umma unapata kutaarifika na kufahami na, na kufahamu hali inavyoendelea na kila kitu ambacho kinaendelea. Sasa, katika taarifa ambayo nimeweza kuipokea siku ya leo, uh, kuna matukio ambayo yanatokea katika hospitali hospitali moja nchini Tanzania. Msikilizaji wangu, naomba nikusomee ndio upate taswira kamili ya kila ambacho naweza kukizungumzia siku ya leo. Ndugu, asante kwa kuendelea kujulisha umma wa Tanzania ni nini kinaendelea. Asante, na naomba nikupatie changamoto wanazopitia Watanzania maskini hospitali kuna mtoto huko Njombe aliumwa figo, akatakiwa operation, akapewa rifaro kwenda Muhimbili na baadaye Ocean Road. Mama yake hakuwa na hakuwa na kwa kufikia DSM, wanaotaka kwao, wanaotoka waka, kwao wakamsaidia Ocean Road akaambiwa aweze kulipa laki moja na nusu kupiga MRI scan. Akachangiwa hela hizo na wasamalia wema. Majibu yakatoka akaambiwa inatakikana operation ya kutoa figo haraka iwezekanavyo. Na kwa hivyo atoe shilingi laki saba za Tanzania ili kuweza kutekeleza jukumu hilo la kutoa figo, ilibidi tena wanakijiji wa Njombe waitishe kikao, hela zichangwe na zitubwe, ndipo afanyiwe operesheni ile. Kule hospitali kuna social worker wa serikali, ila wanasaidia watu wakubwa ila wanasaidia watu wakubwa tu, sio walala hoi. Msikilizaji, huyu ni mhudumu wa afya ambaye ameweza kunitumia taarifa hii na ameweza kutamka kwamba pale hospitalini pana social worker wa serikali lakini bwana huyu hajihusishi na masuala ya walala hoi. Ikiwa unahitaji huduma na wasio wa serikali ama sio wa tabaka la juu, basi huyu social worker hana shughuli yoyote na wewe lakini social workers wapo kwa ajili ya kuangalia maslahi ya wagonjwa wote, tabaka la chini, la juu, kila mtanzania aweze kuhakikisha kwamba anapata huduma. Sasa taarifa nimeweza kutumiwa, imesoma hivi kule hospitali kuna social worker, ila wanasaidia watu wakubwa tu, sio walala hoi pale. Hospitali chakula wananunua. Sasa mtu hoi hai hana hela na ametoka kijijini, huwa wanaondoka bila matibabu na wanafia nyumbani. sijui msikilizaji, kama unapata taswira ya taarifa hii kabisa kamili. Hospitali chakula kinanunuliwa, na kwa hivyo ukija na hauna hela ya kuweza kununua chakula utarudishwa nyumbani, na mara mingi wagonjwa waliolazimika kurudi nyumbani wanafia huko kwa sababu hamna matibabu, hamna chakula, na kwa hivyo maisha yao yanakatishwa ghafla. Ndugu yako akifa, maiti a, msikilizaji, hii ni mbaya. Ndugu yako akifa, maiti hupewi hata kama unadaiwa elfu ishirini za Tanzania. Msikilizaji, ndugu yako akifa maiti haupewi, kwa hivyo hauwezi kuzika ndugu yenu ikiwa mnadaiwa hata elfu ishirini tu, maiti hairuhusiwi kutoka. alafu wakati wa discharge, discharge ni wakati ule sasa ikiwa ni mgonjwa unaachiliwa, ushapata matibabu, unaachiliwa kwenda nyumbani. Sasa ifikapo wakati huo, wengi walishindwa kutoka hospitali kwa sababu heti hawana elfu sabini za kulipa, wa, za kulipa. Watu wazima wanalia na watoto wana mauvimbe ya kutisha, hawana hela ila huyo Samia watoto wao wanaomba bilioni mbili za kufanya birthday. Nina uchungu sana, na ninaomba uliongelea hili ndugu yangu, asante. Umeipata taarifa hiyo msikilizaji. Mhudumu huyu amehuzunika sana na masuala ambayo anaweza kuyapitia hospitalini na ameweza kuniambia kwamba anashuhudia watu wazima wanalia hospitalini kwa kukosa shilingi elfu sabini kipindi ambapo watoto wana mauvimbe ya kutisha na wana hela, ila huyo Samia watoto wao wanaomba bilioni mbili za kufanya birthday, msikilizaji, bilioni mbili za kufanya birthday na zinapatikana kabisa hati. Sasa huyo ndiye rais ambaye wananchi wanamtegemea afanye huduma zipatikane kwa wananchi. Siku ya jana niliweza kukusomea kwamba Samia katika serikali aliyoweza kuitengeneza sasa hivi ameweza kuwateua watu wa familia yake katika nafasi tofauti tofauti. Inamaanisha nini msikilizaji? Sio mtu ambaye anajali maslahi ya wananchi, sio mtu ambaye inahusu ni kipi kinafanyika kwa wananchi, kwa sababu mkwe wake ndo waziri waziri wa afya nchini Tanzania. Wanawe wa kike ni naibu wa waziri wizara ya elimu nchini Tanzania kabisa. Sasa wagonjwa wanateseka hospitalini, wizara iliyopo chini ya mkwe wake Samia ndo bila shaka hauwezi kusikiliza, huwezi kusikia jambo kama hilo likiongelewa, kwa sababu wananchi ni walala hoi na hamna mtu ambaye atakayeweza kuzungumza masuala kama hayo. Ukiyazungumza unatafutwa. Mhudumu huyu ameona, nipitishie ujumbe huu niweze kuufikisha kwa Watanzania ili waweze kuelewa uovu ulioko serikalini na viongozi ambao wanawategemea kwamba wataweza kuwasaidia. Mtazamaji, achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia hakikisha kwamba una subscribe tuzidi kuongea zaidi na tuzidi kufahamishana usu yale ambayo yanatokea.